Hello, mwana sawa sawa digital, unajua katika maisha kila mmoja anatamani kuwa na familia lakini pia kuwa na watoto eh, kibao kadri Mungu ambavyo atamjalia kama utaweza kuwalea, lakini ushauri wangu, lakini niko na story ambayo inamhusu eh, Shilole msanii kutokea katika kiwanda cha Bongo Flavor, lakini pia ni mfanyabiashara wa chakula ambaye anafahamika kwa jina la Shishi Food. Sasa kwenye Insta, eh, Instagram yake ameweza kuposti kipande ki kidogo tu cha video kikimuonyesha yeye akiwa na mume wake pamoja na zawadi yao ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu, nikimaanisha mtoto, kwenye chumba fulani hivi ambacho kimejaa eh, na mapulizo fulani via blue. Yani location imekuwa ni kali na vitu vimekuwa sawa kabisa. Ameweza kuposti na kusema kwamba nashukuru Mungu, leo umeniona mimi na baraka zako leo zimenikuta eh. Na mimi akaendelea kwa kusema kwamba sijui unapi, eh, unapitia wapi na maombi yako ni nini, lakini Mungu aliyeniona na mimi eh, na kuomba akuone na wewe akujibu kila unachoomba kwa wakati, kwa wakati wake na akupe haja ya moyo wako, machozi yako, wale wanaokucheka na wanaokukosea kwa jambo fulani eh, na kila unachokitamani Mungu akujibu na kukuona na wewe leo hii. Nina furaha sana kwa mfano wa eh, kuwawakilisha wanawake wengi wenye kilio cha kuitwa mama na kwa wanaume wanaotamani kuitwa baba. Kwa hakika Mungu atawajibu kwa wakati sahihi na mtabiba watoto wenu kwa furaha. Akamalizia kusema kwamba namshukuru Mungu na mimi umeniona. Anamshukuru Mungu kwaweza kumuona kwaweza kupata mtoto mwingine. Ikumbuke kwamba Shilole alishakuwa na watoto wawili, so ameongeza mtoto mmoja, na sasa hivi anakuwa na jumla ya watoto watatu na kuendelea kuvimba. Ukiachana na stori zake nyingi ambazo zinakuwa zinavumavuma huko mara e, leo yuko na huyu na huyu, mara yuko na anampiga picha mara nini nini, vitu vimekuwa ni vingi, skendo zimekuwa ni nyingi kwa upande wake, lakini pia mafanikio yake pia yanazidi kuonekana kwenye muziki kama kawaida lakini pia kwenye swala so zima la chakula anafanya poa zaidi. Alikuwa alikuwa anashindanishwa ana, ana, sana na watu wengi kwenye swala so zima la kupika, lakini yeye siku zote bwana anasema yeye ndiye anajua kupika kuliko wanawake wote. Hapa nyuma pia aliweza kushindanishwa na Aisha Buheti, pia naye anasema kwamba mimi najua kupika zaidi ya Shilole Shilole, Shilole naye anasema anajua kupika zaidi ya Buheti, komenti zikawa nyingi mambo yakawa ni mengi zaidi. Endelea kutufuatilia sisi kama sawasawa digital, habari kiganjani mwako, tunakuletea taarifa hizi kutokea nje na mipaka ya Tanzania, lakini pia hata hapa eh, Tanzania. Subscribe channel yetu tukumetisha